Ni kisa ambacho kimewashtua wengi na kuangazia upya swala la dhuluma dhidi ya kina mama. Maumivu ya bi Fatma Ibrahim na uwepo wa silaha iliyotumiwa kumjeruhi ndiyo taswira mpya ya dhuluma ya mume kwa mkewe. Katika hospitali kuu ya Kenyatta, madaktari wametangaza kuwa Fatma kapata afueni. Kisu kilichokwama usoni mwake kimeondolewa, ishara ya madhara kilichosababisha kisu hichi Ndibatili na bayana kwa umbo lake. The patient underwent assessment from multidisciplinary team of specialized, uh, specialists led by the maxillofacial surgeon to determine the extent of the injuries. A CT scan was then carried out after which he was taken to the emergency theater for the removal of the foreign body.

Japo wengi wanashusha pumsi kwa ufanisi wa upasuaji huo, kwa viongozi wa Uajir, majeraha ya Fatuma ni sehemu tu ya madhila wapitiaya wanawake wengi wa eneo hili la kaskazini mashariki. Ni jambo ambalo limewakera na kuwashtua wengi. Huku Fatuma Ibrahim anapozidi kupata nafuu baada ya kufanya upasuaji, suala kuna inaloangaziwa kwa sasa na wengi ni mfumo wa maslah. Maslah ni njia ya asili ya kusuluhisha mizozo katika jamii ya wa Wasomali ambayo haizingatii dini wala utawala na mahakama za kisasa. Iwapo mkosaji ana mali, basi anaweza kuwa akifanya uovu na kutozwa faini ndogo tu, kama vile kutoa mbuzi au ngamia. Ndiposa mwakilishi wa wanawake wa Wajir, Bi. Fatuma Ibrahim Ali, anashinikiza uhamasisho ili viongozi wa dini na idara husika za serikali zihusishwe katika kuwapa haki ya kina mama wanaoathiriwa na dhuluma za mapenzi. I want to appeal to the police who are handling this case not to allow any interference from families because that is the mode and the practice of that area that uh, they are likely to interfere and create uh, scenarios that will allow this uh, criminal, the criminal husband, to get away with the case. Katika kisa cha mama huyu Fatuma Ibrahim inadaiwa kuwa jamaa ya mumewe waliamua kumsafirisha mama huyu hadi hospitali ya Wajir, daktari wa zahanati moja aliyopelekwa baada ya kujeruhiwa aliposhindwa kukitoa kisu hicho. Nia ya jamaa ya mume wake ilikuwa mzozo huu usuluhishwe kwa misingi ya mfumo huo wa maslah.

Katika mahakama ya mjini Wajir, mume wa Fatuma Mohamed, Dick Warmoja, alifikishwa mbele ya hakimu mkazi Bildad Rongocho. Dick hakutakiwa kujibu mashtaka kwani uchunguzi haujakamilika. Idadi kubwa ya kina mama wa eneo hili walifika kushuhudia Dick akifikishwa mahakamani. Alex Kiarie, QTV. Okay.